La, lakini kwa nini liitwe Roma? Kwa nini liitwe Catholic Church, lisifike kuitwa hivyo tu kwamba kanisa la kiulimwengu? Kwa nini tuweke Roma? Kwa hiyo maana yake ni mahala maalumu pa ambapo pamechagua, wakati ninyi mna mlengo wa ibada zenu, wao wana mlengo wa kuitawala dunia, dunia kuwa chini yao katika maamrisho wao wanayoyataka, ndio iko Vatican. Sasa hiyo ni kijieneo pale kinaitwa Roma, sawa? Sasa hiyo kwa hiyo ikawa Roma, maana yake sehemu Eh, katholiki kwa maana manake ni ulimwengu chache, likawa kanisa. Kwa nini sasa kama kanisa kwa ajili ya ibada, kwa nini liwe na litaje Roma, yaani jina la sehemu, kwa nini liwepo katika kanisa? Hapo ndipo mtanganyiko ukaanza, mpaka mwaka elfu moja mia sita watu wakaanza kujitoa, baada ya kuulizwa nini maana katholiki, ni nini? Maskofu wale mapapa walishindwa kujibu nini maana katholiki, kwa sababu ilikuwa maana ya ulimwengu kwa hiyo Roman Catholic Church kikachukuliwa kijieneo cha Roma. Sasa hiki ndicho kilikuwa kina control nini? Sasa dunia kwa hiyo wakajitengeneza watu maalumu, ambao watakuwa wana control dunia vile ambavyo wao wanavyotaka, na kuwatengenezea watu kwamba huyu ndio mtakatifu atakayesema, hiki hakipingwi wala hakuna kukijadili. Kwa hiyo hapo ndipo mgawanyiko wa makanisa, unaona, ukaanza. Wapentekosti wakaja wakajitoa baada ya kugundua kwamba kumbe sio sawa, wakaja Moraviani wanakondoo wakajitoa, makanisa mengi akajitoa wakatengeneza namna ya ibada. Na ndio maana unakuta baadhi ya makanisa hawaamini uwepo wa papa, kanisa papa ni makanisa labda na, na, na, na, na Wakatholiki nadhani ndio na wanaamini nini maana ya papa. Anglikana hawaamini kwa sababu wale ni mwaka elfu moja mia nane arobaini na moja na wametoka na, na Henry wa nane, wale England wale hawakubaliani na hilo. Sasa hili ndio likawa tatizo. Kwa hiyo unapozungumza papa unamzungumzwa mtukufu kiasi ambacho kapewa cheo cha uungu, sawa eh? kapewa cheo cha uungu. Papa ni kama Mungu, ni kama mungu vile Katoliki, yaani papa ni kama mungu wao duniani. Unaona hiyo ya ya kwamba papa uwepo wake kwenye Katoliki umefanikiwa, ile dhamira ya kutawala duniani umefanikiwa sana. Leo duniani kote Wakatoliki ndio wenye nguvu. Roma ndo inatawala dunia kwa vyovyote vile itakavyokuwa na nana na, na, na, na, kuna kitu kimoja ambacho ngoja nifungue Biblia hii. Story ilienda ilianza mbali sana toka mpaka kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa Paulo, huko kwa wakati Yesu kashaondoka, jamaa wana mipango mikubwa sana. Ukisoma Biblia Rumi moja mstari wa nane nadhani, ngoja tuiangalie Rumi moja mstari wa nane kama sijaikosea kuna kitu tutajifunza hapa Rumi moja mstari wa nane. Umeiona, eh? Na namba nane nane. Isome ile andiko. Kumbia kwamba kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote hmm, kwa kuwa imani yenu imehubiriwa katika dunia nzima. Sawa. Hii ina, inasemwa kwa watu, anatoa shukurani kwa watu wa Rumi. Ukianza saba inasemaje? nakwambia kwamba kwa wote walio walioko Rumi wapendwao na Mungu walioitwa kuwa watakatifu neema e, iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba hmm, yetu na kwa Bwana Yesu Kristo mm. ya nane Nakwambia kwanza kwamba namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu itahubiriwa katika dunia nzima. Imani ya watu wa wapi? Rumi. Kwa hiyo imani ya Kirumi itahubiriwa dunia nzima, na ndio maana unakuta Warumi wamekamata dunia, imani yao inahubiriwa dunia nzima, na kwa sababu wamemweka pale mtakatifu wenyewe wakidai ni papa. Lakini papa ni kwa maana ya baba, na kwa Kibiblia baba maanake ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo yule mtu sasa, wakati wa Kristo anapata hivi vitu, hawajui kwamba upande wa pili Waroma walikuwa na mikakati mikubwa ya kuitawala dunia kupitia katika kwa hiyo wametengeneza hivi vitu. Wazungu wamekubaliana, na kabla papa hajachaguliwa, kama uliona kuna picha moja Trump alikuwa ameonyesha ishara, sema kwamba kitendo kibaya ambacho Trump amekifanya hii baada ya jana kuona akachaguliwa papa mpya, watu wakwambia kwamba Trump alijua mapema kwamba anayekuja ni nani. Yaani kuna kikao cha watu maalum ambao wanachagua mapapa Sio kila mtu ana uwezo wa kuchagua papa tena. Kuna historia moja inasema, kuna baadhi ya watu wenye hela zao sana wakubwa sana, wakikaa nchi za nje kule, wanachagua papa, na ndio maana Trump alijua mapema kabisa kwamba ni Marekani, anaitwa Kardinali Alberto, amezaliwa Chicago pale. Anajua kwamba utawala sasa umerudi kwetu sisi wa Marekani. E, ni shughuli nzito sana ambayo sasa inakwenda. E, sasa mtawala na mpapa ni Mmarekani. Kwa hiyo hii ni mipango, ndio maana tunasema hata hili swala la Ukristo kanisa Katoliki ni mipango ya watu ambao wanatengeneza dunia kupitia mipango katika dini. Ndio maana tunasema hivi vyeo havipo katika Biblia. Biblia hakuna cheo cha kardinali, Biblia hakuna cheo cha baba wala cha papa, na Biblia haikubali mtu kufanywa mfalme, yaani kuwa mfalme kwa maana mfalme hata Yesu alipotaja kwa ufalme alikimbia sana. Yesu alikataa ufalme. Kwa hiyo walikuwa wanataka kumtia Yesu katika ufalme ili kukitia kile cheo cha nani, cha upapa katika kanisa, lakini Yesu alikataa baadhi ya nyakati kuitwa ufalme, ufalme ambao wa mamlaka ya duniani. Kwa hiyo Yesu unamkuta mara nyingi duniani alikuwa anapingana sana na mambo ya duniani, mara nyingi anasema ufalme wangu mimi ni ufalme wa mbinguni tu, mbinguni. Kwa nini alikuwa anakataa sana masuala ya duniani? Lakini hao waliokuja sasa wa Roman Catholic kupitia kwa papa wao wapo katika masilahi ya nini, ya dunia. Na ndio maana ukimuuliza Mkristo yeyote kuna checheo chochote kinachoitwa cha papa katika kanisa au katika Bibilia hawezi kupata, iko kiki, muulize kwamba Catholic maanake nini, hajui. Sasa kwenye Catholic ndio kumefichwa sana, kwa sababu Roman Catholic Church. Na ndio maana watu walikimbia sana, wakasema itakuwaje kanisa la Mungu alafu lipangiwe sehemu kwamba hapa Roman Catholic yani, ni kanisa la Kiroma. Sasa sio la Mungu tena, mipango wanabato. Kwa hiyo ni mipango bwana bato iliyotengenezwa kwa ajili ya kuitawala dunia. Kwa hiyo mapapa, huyu ni papa mia mbili kama na 67 sikosei. 67 sikosei. 67 sikosei. Sasa ni mipango ambayo inaendelea dunia kukamatwa, na hapa tuliposoma muona bwana Paulo anasema imani yenu watu wa Rumi, sasa inahubiriwa dunia nzima, na ndio maana unakuta sasa Vatican yenyewe pale palivyo ni sehemu ndogo sana, lakini ukienda baadhi ya nchi unakuta kuna kuna ubalozi wa Roma na ubalozi wa nini wa Vatican. Kwa nini uwe ubalozi wa Roma na upe ubalozi wa Vatican? Kuna kitu gani? Maana Vatican sasa ni kitu kinajojitegemea, na ndio mahala ambapo kilipoanzishwa ule Ukristo na ndiyo mahala ambapo sasa mapapa wanapangwa, nani ataiongoza dunia. In short kwamba swala la papa ni swala la kuongoza dunia. Kuna habari inasema ya kwamba ili uweze kuwa ndani ya Vatican au kuwa makadinari lazima huo umesoma sana kichwa chako, kuwe na degree hata tatu, nne, tano. Hii ina ukweli wote kwamba Ukatoliki na mambo ya kusoma, kwa sababu hata papa mtu mpya tunaambiwa kwamba na degree tano tofauti tofauti. Sasa utaiwezaje kuikonvince dunia akiwa hujasoma? Kwa hiyo cha kwanza, ili ufikie lili lengo uweze kuikonvince dunia na kuifanya unavyotaka wewe, ni kuweza kuzichezea akili za watu. Sasa uwezo kuchezea akili za watu kama wee sio msomi. Na ndio maana walifika mahala waliweza kuchezea akili baada ya kuangushwa Roman Empire, wakasema tuingie katika imani tutafanikiwa. Na ndio maana walipotoa Roman Empire, wakatengeneza Roman Catholic, wakamalizia church. Hizi ni akili ambazo za mtu aliyekwenda shule aliyesoma sana. Kwa hiyo kweli sasa kidunia lazima ufikie hivyo, kwa sababu hawana malengo ya kuongoza kiakhira, wana malengo ya kuongoza kidunia. Kwa hiyo lazima mtu awe msome ili aweze kuzichezea zile akili za wanyonge, Kupo za wasiojiweza. Ni watu ambao wana elimu kubwa, kubwa sana tena vibaya mno. Wale ukisoma historia zao, ni watu wamesoma, huwezi kumwingia hata kwa kidogo kwa elimu ya dunia, namna aliyosoma IQ kubwa ndio wanaoingiza kwenye nani zao, na ukitazama mipango yao wanaoifanya, unadhania mjinga mjinga utaenda hiyo mipango ya watu wenye akili sana, mpaka unaingia huko, yaani wanafanikiwa kukuteka zile akili zako, kwa sababu haiwezekani mtu akaitwa papa, cheo cha ambacho katika Biblia hakuna cheo, ambacho katika Biblia yoyote hakuna cheo, na Yesu kaondoka, hajaacha iko cheo. Nani anakuja kutengeneza iko cheo cha kuwaongoza watu eh? Kwamba yeye ni papa? Nani anakuja kutengeneza? Hakuna. Lakini utakuta katika Biblia cheo kinachojulikana labda mchungaji, kwa maana mchungaji anayewachunga watu, na sio wachungaji wa mchungaji, maana yake yote yule anayewangalia watu. Ndio maana Yesu akasema mimi ni mchungaji mwema. Anasema hivyo ndio cheo ambacho kimeachwa. Sasa leo kinatokea cheo cha upapa, kimetokea wapi? Katika kanisa hamna iko kitu. Kwa hiyo upapa, oh, watu bwana, ah, wameingizwa vibaya mno. Hii ni kuiongoza dunia mipango ambayo wanaitaka wenyewe mabwana wakubwa. Kuna historia bado kubwa sana, mpaka kuna watu wale, baadaye nitakuja kukwambia, kuna kikundi cha matajiri, watu fulani ndio wanafanya kazi ya kusema papa awe nani na atakuwa nani eh. Ipo siku nitakuja historia yake, bado naisoma, nitakuja kukuelekeza vizuri kabisa. Lakini cha kujifunza, Trump kabla na nie nashangilia, anaonyesha kwamba papa anatoka kwetu, unajifunza nini? Je, kuna kanuni yoyote katika Biblia inaonyesha kuchagua kiongozi baada ya kiongozi akiondoka? Kuna kanuni hiyo? Yesu alipoondoka aliwatuma wanafunzi wake kumi na mbili waje katika mataifa mbalimbali, pale, si ndio bwana, kupeleka Injili. Vipi leo dunia eti iwe na kiongozi mmoja anaitwa papa, alafu Roman Catholic chache Roman? Yesu kaacha hivyo vitu, ajaacha. Kwa hiyo ni mchezo ambao unachezwa bwana bato hapa kuiongoza dunia, wamefanikiwa jio, kwa sababu tunajua kwamba Roman, kuna nchi ambazo hawaamini hayo hawa mambo, kuna mataifa ya Asia, nchi za Saudi Arabia, wapi pia utakuwa unaambia kwamba kuna namna ambavyo pia wanaongozwa na hilo Catholic. bado bado Catholic inaweza kuongoza dunia kwa sababu ya, ya, ya mifumo ambayo wao wanayohitaji na ndio maana wanakuta mifumo mingi ya nchi zetu za Afrika, nchi nyingi sujiani zinafata, utasikia anafata Marekani anafata nchi za wapi, lakini Roma hiyo Marekani yenyewe ipo chini ya huyo papa kwa hiyo tayari yupo katika kigezo cha Roman Catholic kuiongoza dunia kwa namna vile ambavyo wanavyohitaji, ndivyo ambavyo wao utakavyofanya. Kwa hiyo hata ule mwaka 1600 walipeleka mpaka Paraguay, wakapeleka mpaka Asia, walipeleka kote kule, lakini ilishindikana, walivunjwa nguvu kule, baadhi ya watu walikataa. Kwa hiyo ndio maana wakarudi tena pale, lakini bado mipango yao inaendelea ya kuitawala dunia, na wanafanikiwa kwa asilimia kubwa kuitawala dunia. Dunia za Kiarabu, mipango yao itakuwa wapi takuwa nchi za wazungu tu, Marekani wapi? Ndio mipango yao. Baadhi ya watu wachache ndio wanafanikiwa, wanajitoa jitoa mule, kwa sababu wenyewe Roman Catholic chache watu, sasa hivi washaanza kidogo na wao kuingiwa na nini, kuingiwa na akili. Wewe unaona mwenyewe, kuna nchi gani anapingwa pingwa nchi Afghanistan, na ataishi vizuri na atarudi vizuri mtihani sana bado sio mchezo. Watu wame wametainiwa wame sana katika hilo. Kwa hiyo watu wajifunze ya, ya, ya, kwenye nchi yako mtihani, ah, sasa. <laughs> Hey, <unakuwa laughs> mtihani kapigwa sana bomu. Kapigwa bomu ukafanyaje? mta, mta, mta, mta, e, mtajibu iko kwa nini? Kwa hiyo ni mtihani sana mkubwa mzito sana mtihani yani ya jamaa kuliko rais yote duniani, lazima papa lazima awe na nguvu kuliko rais yote yoyote, ndio maana anasema neno lote analolitaka na neno lake alichosema alipingwa hilo ana nguvu kwa sababu kuna watu nyuma ambao wanataka dunia waitawale wao, kwa hiyo wana nguvu. Wewe unaona Roman Catholic hata Tanzania hapo, wanasemaje? kauli zao wanazozitoa unazionaje? si zinatikisa nchi, zinatikisa nchi. Umaaskofu wanasema wanafanyaje wa Roma, eh na watu wanatetemeka kile wanachokisema. Kwa nini? Kwa sababu ndio msistimu ya dunia ilivyo. Ukigombana nao, basi utakuta unagombana na wenyewe huko mabwana wakubwa hmm. Kuna kitu gani cha kuambia sawa Catholic kuhusiana na papa huyu mpya? Ah, mimi, mimi, mimi unajua na, na, na, na maoni tofauti kidogo, mi natamani Wakristo waachane na hivi vitu, wasome sana Biblia. Mi nawahimiza kila Biblia wakisoma Biblia mm -hmm. kuna vitu watavifahamu vizuri sana katika Biblia. Wasipende kusomewa hii habari ya kuambiwa kwamba tusome Mathayo tano tano mi naomba waachane nayo kwa sasa na wao wafungue Bibilia, wasome waiangalie Bibilia inasemaje, kama vile tunavyofanya Waislamu kwamba tunachukua Qurani yetu tunasoma, Mungu kasema hivi. Na ndio maana ukisema jambo katika Uislamu lazima mtu atanyosha kidole, bwana, hayo maneno yako au Qurani au Mtume kasema hivyo? Kama Mtume au Mungu hajasema, tutakuachia mwenyewe, lakini kama Mungu kasema, tutayapokea. Uislamu raha sana, hakuna kuongozana kububusa bubusa tu, lazima utoe ushahidi wa Qurani na hadithi, wapi mtume fanya sasa, na wao mimi natamani wakristo na wao siku moja wajifunze bibilia, yani waisome bibilia, wache kudanganywa kwamba bibilia mpaka uwe na roho mtakatifu. Hivi vitu vya watu kuwaficha vitu ili waendelee kufanya ya kwao.